Mtazamaji wa Mwananchi Digital, kama ambavyo tumekuwa tukikusogezea kila updates inayojili kuhusiana na mizozo mbalimbali hususani Mashariki ya Kati, na taarifa tuliyonayo hivi punde inasema kuwa shambulizi lililotekelezwa na ndege ya kijeshi ya Marekani nchini Yemen limesababisha vifo vya watu wanne huku kadhaa wakijeruhiwa kwa mujibu wa Aljazira siku ya leo Aprili 2, 2025, watu wanne waliouawa ni waliokumbwa na shambulizi lililotokea eneo la Hodeida nchini Yemen, ikiwa ni mwendelezo wa mashambulizi ya hivi karibuni dhidi ya vikosi vya Wahouthi nchini humo. Marekani pia inatajwa kupeleka meli kubwa ya pili kwa ajili ya kubeba ndege za kijeshi zitakazotumika kurusha makombora na kutekeleza mashambulizi mbalimbali mbali ya kijeshi eneo la Mashariki ya Kati. Kwa mujibu wa msemaji wa wizara ya afya ya Wahouthi, Anees Alasbahi, watu watatu wamethibitishwa kuuawa katika shambulizi la Marekani lililotekelezwa siku ya Jumanne usiku, lakini idadi hiyo imeongezeka asubuhi ya leo Jumatano na kufikia watu wanne. Shambulizi la Marekani ambalo, lililenga jengo la usimamizi wa maji katika wilaya ya Almansuria katika jimbo la Hodeida kwa mashambulizi kadhaa siku ya Jumanne, limesababisha vifo vya watu wanne na majeruhi wawili, ambao wengi wao ni wafanyakazi, amesema al Subahi. Mwisho wa kunukuu. Runinga ya Almasira inayohusiana na Wahuthi imeripoti kuwa eneo la Haja lililopo kaskazini magharibi mwa Yemen na Saada kaskazini nchini Yemen pia yalishambuliwa. Marekani haijathibitisha kuwa ilifanya mashambulizi hayo, ambayo yalitokea baada ya Al Masirah kuripoti mashambulizi kadhaa ya Marekani kwenye maeneo ya Saada na Sanaa. Pia hakukuwa na ripoti za haraka kuhusu vifo kutokana na mashambulizi hayo ya siku ya Jumatatu. Zaidi ya watu 60 wameripotiwa kuuawa nchini Yemen tangu Marekani ilipoanzisha mashambulizi ya kijeshi dhidi ya kundi la Wahouthi mnamo Machi 15 mwaka huu. Kundi hilo la wapiganaji wa Kihouthi lilikuwa limetishia kurejesha mashambulizi yake dhidi ya meli zinazohusiana na Israeli katika Bahari Nyekundu kufuatia uvunjwaji wa sitisho la mapigano huko eneo la Gaza nchini Palestina. Pentagoni pia imetangaza kuwa itaongeza idadi ya meli zake za kubeba ndege katika ukanda wa Mashariki ya Kati hadi kufikia mbili, ikihifadhi moja iliyoko Bahari Nyekundu na kupeleka nyingine kutoka eneo la Asia Pacific. Meli ya USS Carl Vinson itaungana na USS Harry S. Truman katika eneo la Mashariki ya Kati, Pentagon ilisema katika taarifa yake siku ya Jumanne, ikiongeza kuwa Marekani pia itapeleka ndege zaidi za kijeshi Nanuku? Marekani na washirika wake wanabaki kujitolea kwa usalama wa kanda katika eneo la Centcom ni yaani, eneo la majukumu ya amri ya kati, na wako tayari kujibu hatua zozote za serikali au makundi yasiyo ya siyo serikali yanayotaka kupanua au kuongeza mzozo katika eneo hilo pentagon ilisema kupitia taarifa yake vikosi vya wahuthi pia vilidai siku ya jumanne usiku kuwa vilirusha makombora kadhaa ya masafa marefu na droni dhidi ya meli ya marekani katika kundi la meli la uss truman huku wakisema kuwa wamefanikiwa kudungua ndege isiyo na rubani, yani droni ya marekani ilikuwa ni shambulizi la tatu dhidi ya vyombo vya kijeshi vya marekani ndani ya saa 24 ambapo wahuthi walisema kuwa katika taarifa iliyotangazwa na almasira tv siku ya jana ingawa Pentagon haikutaja aina maalum ya ndege zinazotumwa eneo hilo, maofisa wa Marekani waliliambia shirika la habari la Reuters kuwa kwa masharti ya kutatajwa majina, kuwa angalau ndege nne za kivita za B2 zimehamishiwa katika kituo cha kijeshi cha Marekani na Uingereza kilichopo katika kisiwa cha Diego Garcia kilichopo ndani ya bahari ya Hindi. Kulingana na wataalam, kituo cha Diego Garcia kiko ndani ya eneo linaloweza kufikiwa na makombora ya Yemen na Irani katika mashambulizi ya hivi karibuni. Kitengo cha mipango cha jeshi la Marekani kimekataa kusema ni ndege ngapi za B2 zimefika katika kisiwa hicho cha Diego Garcia, na kimesisitiza kuwa hakitoi maoni kuhusu zoezi ama operations zinazohusiana na ndege hizo kupelekwa, kwa meli ya pili ya kubeba ndege na mabomu ya B2 ambayo yapo ishirini pekee katika orodha ya jeshi la anga la Marekani, na hutumiwa na ta, kwa tahadhari kunakuja baada ya rais wa Marekani Donald Trump kusema kuwa Mashambulizi dhidi ya wapiganaji wa Kihuthi yataendelea hadi pale ya watakapoacha kuwa tishio kwa usafiri wa majini. Trump pia ameongeza ukali wa matamshi dhidi ya Irani akitishia siku ya Jumapili kuwa kutakuwa na mashambulizi ya mabomu ikiwa Irani haitafikia makubaliano na Washington kuhusu mpango wake wa nyuklia kwa masharti yake. Kiongozi mkuu wa Irani, Ayatollah Ali Khamenei, alisema siku ya Jumatatu kuwa Marekani itapata pigo kali ikiwa Trump atatekeleza vitisho hivyo. Kamanda wa kikosi cha walinzi wa anga wa dola la Kiislamu la Irani, Amir Ali Hajizadeh, ameionya Marekani kuwa isisahau kuwa ina vituo vya kijeshi Mashariki ya Kati, hivyo kuishambulia Irani na washirika wake ni sawa na mtu anayemiliki nyumba ya vyoo huku akianzisha ugomvi kwa kurusha mawe. Gazeti la Tehran Times nalo limeripoti kuwa vikosi vya Irani vimeweka tayari makombora yenye uwezo wa kushambulia maeneo yanayohusiana na Marekani kutokana na vitisho hivyo Trump vya Trump. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kwa taarifa zaidi kuhusiana na mzozo huo. Jina langu ni Mgongo Kaitira.